Sifanya kitu. Hebu tuulize, hebu nikuulize swali, wewe. Unadhani nazani, kwenye swala hili nani anahusika? Naweza nikahusika kwa sababu inaonekana kuwa ni kwangu, lakini hakuna alichofanya. Mi mwenyewe sielewi nitahusika vipi katika kesi hii, sielewi mwenyekiti. Mi nadhani, lakini mimi kama mwenyekiti mimi ndo mwenyekiti wa ulizi na usalama katika mtaa wangu, na, na, hapa mtaa wangu kuna watu wengi kutoka mikoani, kutoka wapi. Tuna kulipeleka moja kwa moja kwenye swala la imani za kishirikina, wakati ni serikali, ni jambo gumu. Lakini mi nikazani labda wewe mwenyewe unatambua, labda nizikane kwa ni swala la kishirikina, kitu gani kifanyike kabla swala halijawa kubwa. Unajua kwa nini? sababu inaonesha maiti moretani bado ipo ikioza, wakati <tibu> mgumu, hata sisikii chochote see, wewe unajua, mimi najua, wewe ujui. Lakini hiyo hawezi kukusaidia wewe. Cha kukusaidia wewe ni kwamba swala limeshakuwa hivi. Hapa kutoka hapa kwenda mbele, tunaendaje? Au yaolewa unasoma? Uh, sasa Linda. Mm. Na naomba na, kama utojali wewe rafiki yangu, kama utojali naomba wewe rafiki yangu tu, tuna urafiki kati yangu na yako. Yeah. Yeah. No. Umekubali? y right? Yeah. Ulafiki tu, ulafiki, ulafiki uh -huh. Sasa. nimefly <laughs> sana nimefly sana

Hivi mume unaniona mimi ni mjinga sana eh? Ama ukinitazama unaniona kama mtoto mdogo ambaye sijui uongo na ukweli. Unamaanisha nini penzi wangu? Sikia mume. Huo ni uongo. Tena ni uongo wa kitoto. Yaani mume umefikia hatua kunisaliti mimi. Yaani mwanaume ilicha kujitunza kwako na kukuheshimu, lakini umeona bado havifai. Yaani mwanaume gani usienda dobi katakata we eh? Hapana mpenzi wangu, hauko sawa kusema hivyo. Mimi sijafanya makusudi katika jambo hili, hakuna ninachokielewa kuhusiana na ule mwanamke mule ndani. Unanijua vizuri, mamie, tumeishi kwa muda gani tukiwa katika mahusiano haya? sijawahi hata siku moja kutoka nje katika mahusiano yetu, na wala haujawahi kusikia taarifa zangu mbaya mimi kukusaliti. Mpenzi wangu, hakuna ninachokielewa mi mwenyewe, naona kama mauzauza tu haya mambo. Mauzauza kivipi? Unajua, nashindwa kukuelewa yani hizo mada unazoziletea hapa kwangu mimi naona ni mpya kabisa, eh? Kosea mimi, labda kosa langu sikukushirikisha mapema katika hali iliyotokea. mm -hmm. Hili naweza nikakubali nimekosea. N yani, hmm. Yani nimekupata unguu, yani umekuja, a shoga yangu, twende yani, ukajionea mwenyewe Joji aliyomkuta huko siku na tatu. Nakwambiwa na mimi muongo? Joji kafumaniwa na mke wa mtu au kafumaniwa? Joji mmeo ndo aliyefumaniwa. Twende shoga yangu, unachelewa wapi? Twende naye, mbona hivyo <sighs>

Nilichokosea nah, nah, nah. <taps> Labda ni kutoka kushirikisha mapenzi na mpenzi wangu, na ningefanya mapema kukujulisha haya, pengine asingefika huku, kwa sababu kuna jambo ambalo nilifanya huko nyuma, nadhani ndio linapelekea kuzaa haya yote. Zangu, kuna swala moja mimi ninanumiza sana kitu na mtu wangu mmoja tunafanya wote biashara sokoni, anaitwa Mtandika. Nimemshauri swala la kuoa. Ndugu yangu yule ni mbishi sana, anasema maisha magumu. Nikamwambia bwana, maisha ukiwepo umeoa ya. Wasu na unamzungumzia ole jamaa mwenye mipete mipete kila mkono mipete kumi. Aa, unajua maana ya kila pete moja? Ndugu yangu kila pete moja mwanamke huyo. He! Kwa mipete kumi wanawake kumi. Umeniona vizuri huyo mboy? Alafu jana nimemkuta kwenye swimming kule anaogelea na mwanamke wa kizungu. Anaogelea na mwanamke wa kizungu. Pete ya yule kaiweka ndani kwenye dizi. Naona kama anatupeleka mtoni vile. Sijui. Zuhu, sana na sana tabia hizo hapa mtaani kwetu. Tofauti namfahamu na udongo mimi, mtoto wa kumdanganyadanganya hivyo hamna. Nawe hivi nyinyi kweli mnakubali yule jamaa kweli akaeti na mwanamke chumba kimoja wala kakwambia, minasema hivi usiku vyuma vinasagana. Nawe aa, mguru sinakuchana katika vitu unavyofeli ndugu yangu, kila siku ni hiki unachokifanya leo. Nimekutafuta, nimekutafuta, nimekutafuta, hebu cheki mwenyewe. Nisikilize ndugu yangu, nikwambie, siku zote kipimo cha utu ni kazi, lakini wewe ni bure kabisa. Sasa sinilaumu ndugu yangu, kwa sababu mimi mwenyewe sikuyataka haya yatokee, okay. Jana livyorudi usiku kulikuwa hakuna kabisa umeme na simu yangu ilikuwa haina chaji, mpaka naamka asubuhi umeme haujarudi. Ndio maana sikuweza kua wane. Nadhani wengi sana watakuwa wamenitafuta. Kwa hiyo usimlaumu mwanangu, yani an, unakaa kabisa unazungumza tu zembe. Ufanye hivi, mtu mzembe anajijua. Nisikize nikwambie, hatuna muda wa kupoteza. Ninachokihitaji sasa hivi, jiandae tuondoke, kwa sababu wale jamaa washaingiza hela Aha. Na tunahitaji kwenda kununua vile vifaa ili mradi tukakamilisha ile kazi ya kufunga zile TV pale uwanjani. Baba wow, ushatuma na mzigo? Unastuka nini sasa? <laughs> <laughs> Muda mrefu baba umetuchelewesha. Nisikiza nikwambie. Mimi ah, nakusubiri nje. Jiandae chapu hey, ili e, tukafanye ile kazi. Maswala ya kulalamika lalamika, asiji nini uzembe uzembe, mtu mzembe ajijui, bwana, ndugu yangu. Ushanelewa sisi. Okay. Na kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Okay. Watu wanasema Mtaka nyingi na saba umfika mwingi msiba. Sasa huo msiba unaotafuta <laughs> mimi siuhitaji. Sasa mimi sikubaliani na msiba unautafuta. Ah, umeshaanza na methali zako za ajabu, mwanangu, unanizingua sasa. Sikia, ngoja mimi nitandike, au vipi? Alafu baada ya hapo tunaamsha utandike tena? Mimi mwenyewe nimetoka nimefunga tu chumba langu na nimeondoka, wewe utandike mwanakaa nani? Jiandae bwana, brother. Ah, babu, mimi ni mtu wa heshima, unajua kuna watu ambao wanakuja na heshima, alafu wanakuja ghafla tu hapo maskani. Kwa hiyo nisipoweka mazingira sawa hapa, unaweza nikaumbuka ndugu yako. Kwa hiyo ukiondoka, okay, kufunga mlango, kuna wageni wanaingia. Acha ndugu yako bwana, hebu twende zetu.

a ni kitu mrefumepita naisaakitaamishaf tayari. Najua unapitia kipindi kigumu sana kwa sasa kulingana na hali uliyokuwa nayo, ila unavozani, unaweza kuwa na wakati wa kuzungumza nani kwa sasa? Sio rahisi mtandika, kwa jinsi nilivyotendwa mimi, lakini anyway nayo kama kuna kitu kituta kuniuliza, niulize tu, sawa. Kama utojali, napenda kujua machache kuhusu wewe. Ni historia ndefu sana. Nimechoka mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Safari ilikuwa ndefu kidogo, lakini pia safari nye njiani huko foleni ndio nimepelekea mpaka tumechoka sana. Mimi nafikiri kwamba ni shule ya wanafunzi, labda wamefunga, naona safari wasumbua kidogo. Inawezekana. Lakini yote ya yote tunashukuru tumeweza kurudi salama. Ah okay. Ili kikubwa ni kumshukuru Mungu tu. Mimi ninachoshukuru kama umeenda salama na umerudi okay, sawa. Kabla sijaongea sana, mm. Ojeaza naende chuoni alafu nikirudi na habari nzuri na wewe Hapana, mbona uko sawa? Hapana, mbona kama upo kawaida hivi? So kweli mami, mimi nakujua. Hatukuingia ukiwa hivyo. Amna, ni mambo tu ya kawaida, niko sawa. Unajua unabadilika ghafla tu. Nambie, mami kuna nini? Usinifiche niambie, yaani hmm. Najisikia vibaya, naona unahangaika yaani, sina amani. Kwa ufupi, uelewe kivipi? Sasa unasikia joto, unasikia kuna nini? Harufu kitu gani? Harufu kitu gani? Uelewe, najua wezi kunielewa, ila namba <totipa> ila naomba niweke wazi, mimi ni mpenzi wako, sawa. Tujii kufichana hata siku moja.